E, mfuko wa hija ya kamisheni, walilahi alhamdu. Kama mnavyoshuhudia wenyewe leo, mnaona mahujaji e, wameanza kuondoka kuelekea katika viwanja vitukufu vya Maka na Madina katika kuhudhuria ibada tukufu, ibada ya hija kwa mwaka huu Alhamdulillah. Kama tulivyoeleza katika semina ya tathmini iliyopita kwamba mambo yote yamekamilika, na hii dalili wazi kwamba e, juhudi kubwa zilizofanywa na kamisheni ya wa wakfu na mali ya amana kutoka serikali kuu zimekamilisha safari za e, wageni hawa Allah, ambao leo wanaanza kuondoka rasmi kwa kupitia ndege la shirika la ndege la Saudi Airlines Alhamdulillah. Kuna taasisi ya talbia, taasisi ya khairati, taasisi ya tahfidhi pia kuna taasisi ya Arafat. Wote hawa walilahi ilhamdu wanaondoka kuelekea katika viwanja e, vitukufu, lakini hawa wanaanzia Madina, baadaye wataendea Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Hijja. Huku Maka e, kwa kweli furaha imekuwa ni kubwa, kubwa kwa kweli kwa mahujaji hawa kuweza kuondoka moja kwa moja kuelekea katika mji mtukufu wa Madina. Wanaondoka hivi saa tisa na nusu usiku huu na takriban saa mbili za asubuhi watakomeshafika tayari kwa kuanza ziara katika mji mtukufu wa Madina pamoja na kusali katika msikiti wa Madina na Raudha sharifu ilioko mji mtukufu wa Madina. Baada ya ziara hiyo, baadaye wataendelea katika eh, mji wa Maka na kutekeleza ibada ya umra pamoja na hija. Tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufikia hatua hii kubwa, ambayo ni sehemu ambayo inaweza ikatupa e, faraja kupitia serikali yetu pamoja na viongozi wote walioshiriki namna moja au nyingine kufikisha e, taratibu za safari za wageni wa Allah hawa kwa kupitia kamishini akufuna mali ya maana, unaweza ukatupata kupitia Facebook, ukatupata katika Instagram, kupitia katika hata WhatsApp yote, unaweza ukatupata eh, kuweza kufuatilia vipindi vyetu hivi vya safari za mahujaji moja kwa moja eh, kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ahmed Amani Karume hapa Zanzibar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbayka la sharika laka labbayk, innal hamda